Taarifa kubwa ambayo inahusu taifa la Marekani na India ni kwamba kwa mujibu wa taarifa za Bloomberg, Marekani imeitaka India kusitisha ununuzi wa mafuta kutoka Urusi kama sharti la kufanikisha makubaliano ya kibiashara kati ya mataifa hayo mawili. Vyanzo vya ndani vinasema kwamba wajumbe wa, wa majadiliano kutoka serikali ya Trump walisisitiza kuwa tamaa hii ya Marekani haitapitiwa upya ikimaanisha e kwamba ni sharti lisilo na mjadala wowote ule. Mazungumzo ya wiki hii kati ya pande zote mbili yameelezwa kuwa yamekuwa na hali chanya ya kidiplomasia, lakini bado maendeleo makubwa yaliyopatikana katika kufikia makubaliano kamili hayajaonekana. Awali India ilikuwa inasema kwamba ipo tayari kupunguza ununuzi wa mafuta ya Urusi iwapo Washington itairuhusu kununua rasilimali kutoka kwa wauzaji wengine waliokiwa vikwazo akiwemo Irani na Venezuela. Hata hivyo, msimamo wa Marekani unaonesha wazi kwamba shinikizo la kuzuia India isiendelee na biashara mafuta dhidi ya Moscow linaendelea kuwa kizuizi kikubwa katika majadiliano ya kibiashara. Tukio hili linaonyesha jinsi mchanganyiko wa kisiasa na kijiografia na masoko ya nishati unavyoathiri moja kwa moja diplomasia na mikataba ya kibiashara, huku India ikijaribu kuzikusawazisha mahusiano yake na Washington bila kuvunja ushirikiano hake wake wa kimkakati na Moscow. E bana kati ya jambo moja ambalo linaumiza kichwa basi ni upatikanaji wa mafuta kutokea kule Moscow ama Urusi. Kwa sababu Urusi, mafuta yake anayauza kwa bei rahisi kweli kweli. Jambo ambalo linafanya hata bara la Ulaya ilipitia wakati mgumu kuagiza mafuta kutokea Marekani. Sasa Marekani, Ulaya akiagiza mafuta kutokea Marekani inatumia gharama kubwa zaidi kuliko hata akitumia kuagiza kutokea Urusi, jambo ambalo linamfanya aagize na kutumia mafuta kutokea Urusi a au apenda. Sasa India nayo inakuwa ni moja ya taifa ambalo linapata asilimia ya mafuta kutokea Urusi na ni mnunuzi moja ya mnunuzi mkubwa sana kutokea Urusi, jambo ambalo namweka wakati mgumu kuweza kununua mafuta kutoka kwa watu wa karibu wa Marekani, kwa sababu gharama zake zinakuwa ni za kiwango cha juu, hivyo inaathiri yeye kwenye uzalishaji na utengenezaji wa kipato kikubwa zaidi. Swali kubwa ambalo linabaki ni je, wataweza kukubaliana na hiki ambacho Marekani anakihitaji, au wataendelea kuhitaji mafuta pia waweze kutumia kushoto na kulia pia japokuwa na vizuizi vikubwa ambavyo Urusi ameweza kuwekewa.